Mpendwa mtazamaji, ni siku ya Jumatatu. Karibu katika tafakari ya neno la Mwenyezi Mungu ambalo tunalipata katika somo la kwanza, linatoka waraka wa pili wa Mtume Paulo kwa Wakorinto sura ile ya sita aya ya kwanza hadi ya kumi, na injili tunaipata kwa mwinjili, eh, Matayo sura ile ya tano aya ya 38 hadi ya 42. Nitaisoma injili. Yesu aliwaambia wanafunzi wake, mmesikia kwamba imenenwa, jicho kwa jicho na jino kwa jino. Lakini mimi nawaambia, msishindane na mtu mwovu, lakini mtu akupigaye shavu la kuume, mgeuzie na la pili na mtu atakaye kukushitaki au kuitoa kanzu yako mwachie na joho pia. Na mtu atakaye kulazimisha mwendo wa maili moja, nenda naye mbili. Akuombaye mpe, naye atakaye kukopa kwako usimpe kisogo. Neno la Bwana. Sifa kwako e Kristu. Mpendwa mtazamaji Tafakari yetu itakwenda katika ile barua ya mtume Paulo kwa kanisa la Korinto sura ile ya sita katika ile barua yake ya pili kuanzia aya ya kwanza hadi ya kumi. Tunakutana na Paulo ambaye muda huo alikuwa sasa ameondoka katika kanisa la Korinto, ameshadumu kwa muda mrefu katika utumishi wake, amekutana na mambo mengi yale aliyokuwa anayatarajia kwa kanisa lile hajayapata, na baadaye pia yale aliyokuwa anayatarajia yeye mwenyewe katika safari ya maisha yake, kama angeweza kuyapata katika utumishi wake hajayapata. Sasa anatoa mang'amuzi muhimu sana ya maisha yake mwenyewe kama mtumishi wa Mwenyezi Mungu, na kwa wale ambao anaoacha katika ile kanisa la Korinto kabla hajafa, anaanza kwa maneno haya anasema Nasi tukitenda kazi pamoja naye twawasihi msiipokee neema ya Mungu bure. Kwa nini anaanza na neno kwamba tunatenda kazi pamoja naye? Ni nani huyu ambaye anayefanya naye kazi? katika barua yake ya ile waraka wa pili kwa Wakorintho sura ya tano 5 kuanzia aya kumi na nane anasema Paulo kwamba Mwenyezi Mungu ameweka huduma ya upatanisho ndani mwake Akasema basi, ninawasii mpatanisho na mwenyezi Mungu. Kwa hiyo kazi ambayo Paulo anazungumza kwamba mwenyezi Mungu ameweka ndani mwake naye anafanya kazi pamoja naye, yaani ni kazi ile ya upatanisho. Anasema mwenyezi Mungu alikuwa anaupatanisha ulimwengu ndani ya Kristo. Kwa hiyo ametupatia huduma hii ya upatanisho, nasi pia tunafanya kazi ya upatanisho pamoja na Kristo. Kwa hiyo kazi ya kwanza ya Mkristo ya mtumishi wa Mwenyezi Mungu popote pale anapoenda. Ya kwanza huduma ni upatanisho. Kuwapatanisha watu na Mwenyezi Mungu na si kuwafanya watu waje kufarakana na Mwenyezi Mungu. Hapana, huduma ya kwanza ni upatanisho. Nini maana ya upatanisho? Upatanisho ni kuunganisha pande mbili ambazo zimevunjika. Mtu ambaye yeye ni mkosaji, mimi ambaye ni mkosaji nimekosana na Mwenyezi Mungu, nafsi yangu haina muunganiko tena na Mwenyezi Mungu. Ninamhitaji mtu mwingine aweze kusimama, aweze kuniunganisha mimi na Mwenyezi Mungu. Ndio maana hatua ya kwanza ambayo Mwenyezi Mungu ametupatia ya kurudi kwake ni kupitia sakramenti ya upatanisho, yaani kitubio. Anasema watumishi wa Mwenyezi Mungu kazi ya kwanza ni upatanisho, wanafanya kazi pamoja na Mwenyezi Mungu na kazi ya pili ambayo anayezungumza Paulo katika waraka wake huu tukitenda kazi pamoja naye ni kuwa balozi. Katika ile waraka pia huu wa pili wa Mtume Paulo kwa Wakorintho sura ya tano aya 20 anasema sisi ni mabalozi wa Kristo. Balozi ni mtu ambaye anaishi katika nchi ya kigeni na anaongea na watu wale lugha tofauti, yeye si mwenyeji wa huko. Mkristo ni mtu ambaye anaishi katika ulimwengu huu, yeye si raia wa hapa duniani. Yaani wewe si raia wa duniani, wewe wenyeji wako uko mbinguni. Kwa hiyo unamwakilisha Kristo. Neno lako ambalo unalolitamka mahali popote pale ni Kristo. Sasa anavyoendelea Paulo anasema hivi, nasi tukitenda kazi pamoja naye tunawasii msiipokee neema ya Mungu bure, kwa maana asema, wakati uliokubalika na alikusikia siku ya ukovu na alikusaidia. Nini maana ya kuipokea, tusiipokee neema ya Mwenyezi Mungu bure? Katika eneo jingine, Paulo amezungumza wazi kwamba kwa neema ya Mungu nimekuwa jinsi nilivyo, yaani hakustahili. Neema ni kipaji cha Mwenyezi Mungu tunachokipata bila mastahili yetu sisi wenyewe. Na baadaye ukichimbua katika habari za neema, zimegawanyika katika maeneo haya mawili: kuna neema ya msaada na neema ya utakaso. Kuna kipindi tunapata misaada kutoka kwa Mwenyezi Mungu bila mastari yetu si wenyewe. Hadi katika maisha ambayo mimi niko nayo, ni kwa neema tu ya Mwenyezi Mungu nimekuwa jinsi nilivyo. Hadi katika maisha yako, ni kwa neema ya Mwenyezi Mungu umekuwa jinsi ulivyo. Ulipo hapo, Mwenyezi Mungu ndiye aliyekuinua. Sasa kama Mwenyezi Mungu ametuinua katika viwango kama hivi kwa neema yake bila mastari yetu si wenyewe anasema tusiipokee neema ya mwenyezi Mungu, yani tusiipokee neema ya mwenyezi Mungu bure, lazima tuifanyie kazi hii. E, neema ya mwenyezi Mungu popote pale ulipo, lazima uweze kuifanyia kazi, kwa sababu hatukustahili nini. Maana ya kuifanyia kazi, yani nikiwa katika mazingira yangu kama mipadi, nisipoishi katika upadi wangu manake ninaitumia vibaya neema ya mwenyezi Mungu. Katika nafasi yako ambayo uko nayo, mwenyezi Mungu ameweka uweze kuwa balozi wake amekuweka uweze kuwa mpatanishi wake, uwasaidie watu katika kuweza kuunganisha wewe na Mwenyezi Mungu, haa watu wamrudie Mwenyezi Mungu. Wewe ni balozi wa Mwenyezi Mungu mahali ulipo, alafu unaweza kucheza huko, ni kuchezea neema ya Mwenyezi Mungu bure, misaada ya Mwenyezi Mungu ambayo amekuwa akikupatia. Neema ya Mwenyezi Mungu pia ipo katika upande wa utakaso. Kuna kipindi tunapata nafasi nyingi sana ya kuweza kujitakasa mbele za Mwenyezi Mungu. Una nafasi ya kuweza kukutana na padi uweze kuungama uweze kujitakasa, uweze kuwa safi, unapuuzia tu, hutaki tukuweza kuungama. Kwa nini? Kwa sababu umemzoea huyo padri. Huko ni kuchezea neema za Mwenyezi Mungu bure. Usije ukamzoea kuhani wa Mwenyezi Mungu uka sababu yeye ni mpatanishi, amesimama kati yako wewe na Mwenyezi Mungu. Yeye ndiye anaye mwenye mamlaka ya kuweza kupatanisha wewe na Mwenyezi Mungu. Yeye ndio amepewa mamlaka ya utakaso hasa kumzoea kiongozi wako wa kiroho ni kuchezea neema za Mwenyezi Mungu bure, kwa sababu kuna wenzako ambao wanamtafuta huyo kuhani, huyo kiongozi wa kiroho usiku na mchana, lini atakuja ili waweze kujipatanisha na Mwenyezi Mungu, wanaikosa. Itumie vizuri neema ya Mwenyezi Mungu iliyopo katika maisha yako. Kila siku uendapo katika utumishi wako, itumie neema ya Mwenyezi Mungu, usichezee hata mara moja. Paulo mtumishi wa Mwenyezi Mungu anaanza kutoa sifa ambazo mtumishi wa Mwenyezi Mungu anapaswa kuweza kuwa nazo, na yeye mwenyewe alikuwa amezibeba hizo sifa. Ya kwanza anasema kwamba mtumishi wa Mwenyezi Mungu usiwe, tusiwe kwazo kwa namna yoyote ile, kwa watu wote wale ambao tunawaongoza. Mtumishi wa Mwenyezi Mungu usije ukaleta makwazo kwa watu, kwa sababu ukileta makwazo kwa watu, utumishi wetu utalaumiwa. Watu watasema ni mtumishi gani wa Mwenyezi Mungu huyu ambaye kila siku ni kuleta makwazo kwa watu, kila siku ni kuwafanya watu badala ya kuweza kuunganisha na Mwenyezi Mungu, watu wanakimbia, wakiweza kutuona, wakikuona wanawakimbia, wana hawamuoni Mwenyezi Mungu ndani ya maisha yetu, Mungu haonekani katika maisha yetu, kwamba tumekuwa kwazo. Sifa ya kwanza katika maneno ya Mtume Paulo ya mtumishi wa Mwenyezi Mungu ni kutokuwa kwazo, bali sifa ya pili anasema kwamba katika kila neno katika kila neno ambalo utakaloweza kulitamka ujipatie sifa njema kama watumishi wa Mwenyezi Mungu. Na ukijipatia sifa njema kama watumishi wa Mwenyezi Mungu, sifa ya tatu inayokuja, mtumishi wa Mwenyezi Mungu lazima udumu katika kuwa na subira nyingi, lazima ujifunze kuweza kungoja. Kuna kipindi baadhi ya mambo yanaweza yasiende vile ambavyo ulikuwa unatarajia. Katika kundi hilo, lazima uweze kuwa na saburi, lazima uweze kuwa na subira, ungoje wakati wa Bwana mpaka utakavyoweza kufika. Kuna kipindi mtumishi wa Mwenyezi Mungu unaweza ukapita katika dhiki kubwa sana, na baadaye pia ukadhani kwamba katika utumishi wako Mwenyezi Mungu, kwa sababu wewe neno lako linawajenga watu, misiba isikukute mtu utumishi wako utapita katika misiba mikubwa ya kuuma zaidi, utaondokewa na baadhi ya wapendwa wako katika maisha hayo. Utumishi utawako katika nafasi ya Mwenyezi Mungu, kama umesimama imara, shida zitakuja kwako, na shida zikija kwako utapata pia mapigo, na katika mapigo mara nyingine pia utafungwa. Nimekutana na watumishi wengi, wako kwenye vifungo, wengi wamesingiziwa mambo ya ajabu huko kwenye vifungo, huko magerezani, huko kwa sababu ya utumishi wako kwa Mwenyezi Mungu. Na katika hali hii pia, kwa sababu dunia haipendi mwanga, dunia inapenda giza, lazima pia kuna baadhi ya watu watafungwa utumishi wako, mtafungwa kwa sababu giza limetawala katika dunia. Paulo anaendelea kutupatia imara katika habari za kusimama katika utumishi wetu, anasema kwamba zaidi ya haya yote yakikuta mtumishi wa Mwenyezi Mungu, sifa ya tano, lazima uweze kuwa safi, uweze kuwa safi katika elimu. Mara nyingi pia tuna simu mbalimbali ambazo tunazotumia kwenda kusoma baadhi ya mambo. Katika simu hiyo hiyo pia uweze kuwa safi usije katika utumishi wako ukaanza kupitia kuangalia vitu vya ajabu ukachafua nafsi yako, katika swala zima la kuweza kusoma baadhi ya mambo katika elimu ukaanza kuangalia kusoma vitu vya ajabu baadaye. Anasema katika e, uvumilivu katika utu wema na katika roho Mtakatifu, mtumishi wa Mwenyezi Mungu lazima ajawe nguvu za roho Mtakatifu. Hivyo siku ya leo Mwenyezi Mungu atupatie nguvu sana katika swala zima la utumishi wetu utapita katika mazingira magumu, anasema Paulo kwamba kuna kipindi unaweza ukawa hujulikani, lakini mbinguni unajulikana. Anasema kuna kipindi watu watakwenda kwamba unakufa, lakini kwamba wewe uko hai mbele za Mwenyezi Mungu. Kuna kipindi magumu yatakapokuja, kuna watu watasema kwamba Mwenyezi Mungu anakurudi kwa sababu ya dhambi zako, lakini anasema kwamba wewe, mbele za Mwenyezi Mungu, wewe hurudi bali e, unainuliwa katika magumu yanayokuja. Kuna kipindi huzuni zitakuja, lakini siku zote uweze kuwa ni mtu mwenye furaha. Na baadaye, anasema kuna kipindi utaonekana kwamba mtumishi wa Mwenyezi Mungu ni masikini, na ni kweli utasingiziwa vitu vingi katika utumishi wako, na ndio maana hadi sasa wengi hawapendi kuingia katika utumishi wa Mwenyezi Mungu kwa sababu ni masikini, kwamba niombaomba. Lakini anasema kwamba sisi watumishi wa Mwenyezi Mungu ni matajiri, tunajitajirisha katika mambo ya mbinguni na kuwafanya wengine waweze kuwa ni matajiri. Ni kweli, tunakubaliana wazi kabisa kwamba watumishi wengi wa Mwenyezi Mungu lazima waweze kuwa masikini, lakini kwa neno na kwa baraka tunazowapatia watu wengi wanatajirika, na kama wasio na kitu, lakini au watumishi wa Mwenyezi Mungu ni wale ambao wana vitu vyote. Na Yesu anaongezea, anasema kwamba usishindane na mtu muovu, anayekuomba mpatie, na ambaye anataka kuja kukopa kwako ku, usimnyime. Na katika hali hiyo ndipo utumishi wetu unavyoonekana kwamba ni wa thamani mbele za Mwenyezi Mungu. Akubariki na kulinda, Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina.